Viongozi wa kaunti ya Baringo wameitaka serikali kukomesha uhalifu na uvamizi wa mara kwa mara katika maeneo yaliyoathirika na visa hivyo, siku moja tu baada ya chifu kuuawa katika eneo la Chebilat, jimbo la Tiaty. Wakizungumza mjini Chemolingot, uh, wakati wa maombi yaliyoandaliwa na madhehebu mbalimbali, viongozi hao walidai kuwa chifu huyo aliuawa na afisa wa akiba wa polisi. Aidha, viongozi hao wameitaka serikali kumkamata afisa huyo na kumfikisha mahakamani. Viongozi hao pia wamesisitiza kuwa maendeleo katika eneo hilo yamekwama kutokana na ujambazi huyo. Mtu aliwawa na bunduki ya serikali, sio bunduki ya bandit in the presence of police officers. Hiyo ni information, mimi mwenyewe nilienda mpaka kwa scene na polisi wakitaka mimi niandikishe statement, niko tayari kuandikisha hiyo statement. Hataose asichelewe, delay is not isinayo. <laughs> kucha pika kambi hapa, tutembee kuhubiri amani pamoja, kuchenga mashule, kuchenga makanisa. Kama hakuna amani, hakuna maendeleo. Kama hakuna amani, hakuna masomo Barabara haitajengwa, irrigation haijafanywa, hata watu, walimu haitakuwa rahisi wakuje wafanyie kazi hapa.